Nam nite madema au Dokta Maganga. Ndugu zangu, leo nimekuja kukufundisha dawa, inaitwa mkukumba. Hii ni dawa kwa wale wenye changamoto ya masuala ya uzazi. Kama una changamoto na uzazi, kwenye uzazi, unahitaji upate mtoto, umehangaika kwa muda mrefu bila matumaini yoyote, leo nimekuletea hii dawa itakwenda kukusaidia kuna watu wanaangaika katika masuala ya uzazi, umekwenda mahospitali, umesafishwa, umetumia kila aina ya dawa, lakini bila matumaini yoyote. Ndugu zangu, mimi hii dawa nimekuletea, lengo na mazumuni ni kusaidie. Na kama unaijua, itafute hii dawa, chimba mizizi yake, chemsha, kunywa, itakwenda kukusaidia. Kuna watu vilichukuliwa vitambaa vyao, yani kitambaa cha siku zako, kile kitambaa kita cha hedhi kile cha periodi kikachanganywa na dawa kikafungwa kwa manuizi, kwamba usije ukapata mtoto. Ndio maana umekuwa ni mtu wa kuangaika, lakini pengine kizazi chako kimejifunika, kiko mbali. Unakivutaje kile kizazi? Huwezi kukivuta kwa mkono, inatakiwa ukivute kutumia dawa. Dawa ndio hii nimekuletea mbele yako leo. Kama unaijua hii dawa, itafute kuanzia leo. Na kama una changamoto kwenye ndoa yako, kwenye mahusiano yako, unataka kuachika kwa sababu ujapata mtoto, na umehangaika kwa muda mrefu, umepambana sana, itafute hii dawa. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu itakuja kuleta faraja katika maisha yako. Lakini mirija ya uzazi imeziba imesinyaa, eh, unahitaji kuifungua na iwezi kuwa imara eh, ili mbegu zikiingia uweze kupata mtoto, itafute hii dawa mkumba au mkukumba, inakwenda kukusaidia wewe mwenye changamoto ya nini? Ya uzazi. Chemsha mizizi yake hii kunywa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kizazi kiko mbali. Hata kama ulifungwa kichawi, unakwenda kufunguka, uchawi wote unaisha na unakwenda kupata mtoto.